Naam bwana, ndoa ya Hamisa Mobeto na Aziz Ki tayari imeshaanza kupata mikitikisiko ya hapa na pale. Unaambiwa kwamba bwana Hamisa ameanza kukiona cha moto kwenye ndoa yake hii. Bwana, imejitokeza huko mitandaoni, kuna page hapa imekuja kuripoti, wakiwa ameandika kwamba mama wa mtoto wa mchezaji Aziz Ki anayefahamika kwa jina la Vanessa Kashera amejikuta akiingia kwenye wakati mgumu baada ya baada ya mtoto wake kufunga ndoa na mrembo wa Hamisa Mobeto huku watu mbalimbali mbali wakiwa wamemtupia maneno ya kejeli na ya kumkera mwanadada huyo. Umeona bwana so, huyu bwana hapa tunamzungumzia, yule mwanadada Vanessa ambaye ni mrembo ambaye nasemekana kwamba alikuwa amezaa na Aziziki, lakini ndio hivyo tena, amezikia jamuoa huyu bidada ameenda kumoa Hamisa Mobeto. Kwa hiyo hapa kuna huyu dada amekuwa akiposti huko katika kurasa zake za mitandao ya kijamii. Kwa mfano hapa kuna mtu amekuja amecomment katika page yake ameandika kwamba bwana, dada ungekaa, dada ungekaa tu kwa kutulia, maana umeshapigwa chini sasa, so, so, uh, huyu Vanessa siku hizi mtu akikomenti hivyo hanyamazi, anajibu kwa sababu watu wamekuwa wakimwandama kutokana na kwamba eh, inafahamika kwamba huyu yeye hajaolewa ameolewa Hamisa Mobeto ame japokuwa huyu dada yeye ana, inasemekana kwamba ana mtoto na Azizi. So hapa Vanessa amekuja kumjibu huyu mtu, alimwambia kwamba dada ungekaa kimya maana ushapigwa chini. Amesema kwamba bwana, peleka shida zako huko. Hiyo ni comment ya kwanza, lakini pia kuna mtu mwingine hapa amekuja amesema, bwana, mimi sijui kinachoendelea kwenye maisha ya huyu dada, ila kwa upande wangu mwanaume yoyote yule anayemwacha mwanamke akiwa na mimba yake au mtoto wake na kwenda kuoa mwanamke mwingine, uwe unamwangalia kwa jicho haya. Kuna mtu amesema kwamba kiukweli, nime nimerudia kuona nime nimefurahia nimefurahi kuona una furaha. Kuna mtu amekuja ku comment hivyo. Kwa mtu mwingine anasema kwamba bwana, kwanza mzuri kuliko hata Hamisa. kuna, wa mbibu wa mbibu wa hata kuna wa wa mtu amekuja ku comment hivyo, katika hii page anasema kwamba huyu dada aliyezaa na Zizi ni mzuri kuliko Hamisa. Kuna mtu anasema bwana, jamani Vanessa Kashera nampenda sana, nampenda. Allah akupe umri mrefu, alafu kuolewa mtu sio kwamba wewe sio wa muhimu. Achana na hizo komenti za wenda wazimu. Vanessa amekuja kujibu hapa, kaweka komenti ya makopakopa na kushukuru ehe, na ya shukurani. Kuna mtu anasema bwana, kweli mchawi wa mwanamke ni mwanamke mwenzie ehe, mnashambulia mnamshambulia dada wa watu, kama nyinyi mnandoa. Jamani, hii ni nyimbo kama nyimbo nyingine, kwa hiyo yeye pia asifurahi. Minyweleo amemalizia hapo kwa kusema kwamba okay. Aya, okay, okay. Haya, komenti nyingine ni hii hapa. Kuna mtu amesema kwamba bwana, wanawake wako bita kwenye komenti. Aliwaambia ndoa ni mafanikio ni nani mwanamke. Wanawake mfike mahali mjitambue, acheni kuwapa usha, acheni kuwapa ushindi wa kipumbavu hao wanaume kwa kadum. Bwana raha sana ukiacha